Na ukiangalia tatizo kubwa inawezekana kuwa ni ile sentence mm, mm. E, wabunge mlipokuwa mmepata joto na hasira mkaweka mm, mm. adhabu kali mm. <laughs> sio yani ambayo inaleta matatizo. Kwa mfano, mtoto wa miaka ishirini shule anatembea na binti wa miaka kumi na saba mm. wana mahusiano lakini hiyo ni akishikwa ni miaka thelathini. hmm. Sasa hapa wangapi ambao mngeachiwa hmm. mkijuliza tu umri huo mlipokuwa, hmm. yaani, kwa hiyo kuna a lot of these things ambavyo nadhani inabidi tuangalie kwa jicho tofauti, hmm. tusiangalie kwa mihemko. Unajua sheria hasa za jinai kama dhamana hmm. unakuwa hmm. na kesi nyingi hazina dhamana hmm. hmm. why yani ni, yani ni mambo hayo ambayo tunatakiwa hmm. tuyaangalie ambayo yana affect lives ya za watu, na ndio maana unakuta na watu wana hasira mijini, vijana wana hasira hmm. nyingi. Swala la ardhi, kupata ardhi kwa vijana, wangapi wana access, sio? hmm. ya yeah, ardhi na hata mirathi inavyo inavyoumiza vijana hmm. wengi, sio? Yani watoto wengi wanaachwa kwa sababu ya uroa watu wachache wananyimwa, wanakuwa na hasira. Yaani kuna masuala mengi ambayo yameweka yame, yame, a voluntary society hapa vijana wana hasira <laughs> wanaona kuna upendeleo. Sasa ni mambo ambayo tunataka nadhani, na ukipomsikia Mheshimiwa Rais alipokuwa namfungua anaangalia, tunapoangalia dira, tuangalie kwa upana wake hmm. Mm -hmm. Tuangalie society as it is, na tunapotaka kwenda, na tuwe realistic sio na tuangalie, tunapoangalia, tunaangalia katika class structure zote. Kuna maamuzi mengi ya mahakama ambayo bado pia uh, sheria ndoa tu ina matatizo kibao, basi iko vile vile, kuna mapendekezo toka <laughs> e, mwaka gani tulipotoa? Ni mwaka sabini ngapi, lakini bado tuko pale pale kwa sababu ya hii slowness mm. ya kutaka kufanya maamuzi, tunaanza tunasingizia mila, desturi, sijui dini mm. lakini hata dini, nenda Tunisia, mbona mm. ni kwa mfano ina, ina dini, nenda Algeria lakini mm. sheria zikoje? mm. zimeprotect watoto wa kutumia mm. education act mm. sisi tumefanya hivyo, lakini bado tunakataa kubadilisha mm. sheria. Na ukiangalia tatizo kubwa mm. inawezekana kuwa ni ile sentence mm. E, wabunge mlipokuwa mmepata joto na hasira mkaweka mm -hmm. adhabu kali mm -hmm. <laughs> sio yani, ambayo inaleta matatizo mm -hmm. kwa mfano mtoto wa miaka ishirini shule anatembea na binti wa miaka kumi na saba wana mahusiano, lakini hiyo ni statutory mm -hmm. akishikwa ni miaka thelathini. hmm. Sasa hapa wangapi ambao mgeachiwa? hmm. <laughs> mkijiuliza tu umri huo mlipokuwa, hmm. yaani, kwa hiyo kuna a lot of these things ambavyo nadhani inabidi tuangalie kwa jicho tofauti, hmm. tusiangalie kwa mihemko. Najua sheria hasa za jinai kama dhamana, hmm. unakuwa na kesi nyingi hazina dhamana. hmm. Why? Yani ni, yani ni mambo haya ambayo tunatakiwa hmm. tuyaangalie ambayo yana affect lives ya za watu na ndio maana unakuta na watu wana hasira mijini, vijana wana hasira hmm. nyingi. swala la ardhi, kupata ardhi kwa vijana wangapi wana access, sio hmm. ya yeah, ardhi na hata mirathi inavyo inavyoumiza vijana hmm. wengi sio yani watoto wengi wanaacho kwa sababu ya uroowa watu wachache wananyimwa wanakuwa na hasira. Yaani, kuna masuala mengi ambayo yameweka me, ya me, ya meweka a voluntary society hapa, vijana wana hasira <laughs> wanaona kuna upendeleo. Sasa ni mambo ambayo, ambayo tunataka. Nadhani ukipomsikia Mheshimiwa Rais alipokuwa kufungua anaangalia tunapoangalia dira tuangalie kwa upana wake hmm. Mm -hmm. Tuangalie society as it is na tunapotaka kwenda na tuwe realistic Sio, na tuangalie, tunapoangalia, tunaangalia katika class structure zote. Kuna maamuzi mengi ya mahakama ambayo bado, pia sheria ndoa tu ina matatizo kibao, basi iko mm -hmm. Vile vile uh, kuna mapendekezo toka <laughs> e, mwaka gani tulipotoa, ni mwaka sabini ngapi, lakini bado tuko pale pale kwa sababu ya hii slowness mm, ya kutaka kufanya maamuzi. Tunaanza tunasingizia mila, desturi sijui mm, dini. Lakini hacha dini nenda Tunisia mbona mm, ni kwa mfano ina, ina dini nenda Algeria lakini mm, sheria zikoje? Mm, zime protect watoto wa kutumia education mm, act mm, sisi tumefanya hivyo, lakini bado tunakataa kubadilisha mm, sheria.